Karibu tena kwenye Moyo wa Malezi, mahali ambapo tunalea watoto kwa upendo mkubwa sana, mahali ambapo tunahakikisha watoto wanafikia ndoto zao na wanakuwa na maisha mazuri, na baadaye wanakuwa wazazi bora au wanakuwa walimu bora, wanakuwa wanajamii wema sana. Katika mwendelezo wa video hizi fupi nilikuahidi kwamba tutaenda kuangalia rangi mbalimbali ambazo zinawafaa sana watoto, rangi ambazo zinaleta maana kwenye maisha ya watoto. Rangi ambazo ni muhimu sana mzazi kuhakikisha unamvalisha mtoto wako yaani, nguo unazomvalisha mtoto wako ziendane pia na hizi rangi, kwa sababu hizi ni rangi za baraka sana katika maisha ya watoto. Rangi namba mbili ambayo tutaenda kuangalia leo ni rangi ya bluu bahari. Rangi ya bluu bahari ina maana ya bahari na ina maana ya anga. Rangi hii ni nzuri sana, kwa sababu inamfanya mtoto kuwa mtulivu inamfanya mtoto kuwa na upendo. Yaani hii rangi ni rangi ambayo inaleta utulivu wa akili. Kwa hiyo unapomvalisha mtoto wako nguo ambazo zina rangi ya bluu bahari, maana yake ni kwamba unamfanya mtoto maisha yake yanakuwa maisha ya utulivu. Ndugu mzazi, ndugu mtazamaji wa chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, utakuwa shahidi wa kuhakikisha kwamba kuna watu katika maisha wanakuwa hawana ule utulivu kwenye maisha yao. Kwa hiyo ili umtengeneze mtoto ambaye atakuwa na utulivu, ambaye atakuwa na amani katika maisha yake, hakikisha nguo unazomvalisha, basi katika yale mavazi unayomvalisha, basi kuwepo na mojawapo ya vazi lake ambalo ni la rangi ya bluu bahari. Unaweza ukamvalisha labda ni kikoti, au ikawa suruali, au ikawa sketi, au chochote tu kile ambacho, hata kama ni kiatu, lakini basi kinakuwa kina hiyo rangi ya bluu bahari. Asante. Kutane tena. Karibu sana, pia usisite kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi ili tuendelee kuhabarishana ili pia tuendelee kuleta maudhui sahihi kwa ajili ya watoto wetu. Karibu tushirikiane kwa pamoja. Asante.